Projects of National Interests. Miradi mikubwa ya kitaifa, sasa hivi miradi ya kimkakati strategic investments sure. Sasa project sasa hivi tunayo kadhaa kama SGR pamoja na value chain yake yote yaani, na system yake yote kuiendesha, kuisimamia, kutengeneza, kufanya nini, isije ikawa kwamba baada ya miaka kumi ikianza kuzeeka watoke tena Waturuki kuja kurekebisha kwa sababu sisi tumejenga kilomita alufu mbili za SGR. By the time tamaliza kilomita ya alufu mbili tuwe na mafundi wenye uzoefu wa kuweza kwenda kujenga lobito korido, kwa sababu wamejenga hapa na wanajua inavyofanya kazi. Kwa hiyo ile pale private sector wanaweza waka champion lead hiyo, kwa sababu wao pia watapata, eh, trainers, um, labor agencies, na kadhalika na kadhalika ni area nzuri sana ambayo wanaweza waka, wakaangalia similar limiradi miradi kama Nyerere hydropower. Kama tumejenga bwawa la megawatt alufu mbili manake tuna uzoefu. Litakapopasuka na kuwa na nini cracks, tusisubiri tena wa Misri kuja kurekebisha ile operation, maintenance, nini. Tuwe na uwezo hapa ndani ambao tumejenga local capacity, tumelocalize, ili baadaye tuteka advantage ile na sisi tu export ile leba kwenye region yes. Tunaweza tusikompiti na Wachina, lakini clearly Malawi na Zambia na Kongo au ni wanyonge wetu. Tusiache Wachina wakatuvuka hapa kwenda kule, na sisi pia tu tukamate sehemu, kwa sababu tumepiga hatua mbele kabla yao.